Simba mmoja. Simba mmoja bwana, ongereni kwa mazoezi. Uh, tumeshuhudia yote toka mwanzoni na watu wote hapa, unaona nyuso zao, kila mtu ana furaha. Na here we are again brothers, you know the drill. Technically, sisi hatuna cha kuwaelezea, sisi tunachofanya ni kucheza mchezo nje uwanja na tukifika hapa ni jukumu lenu kuibeba nchi. Kwa hiyo mi nimekuja na salamu za Mheshimiwa Rais. Niko hapa kwa ajili ya kuiwakilisha serikali na kuonyesha jinsi ambavyo tuko pamoja kama ambavyo tumekuwa pamoja huko nyuma. Naamini mnajua ukubwa wa jukumu lilonalo, and I believe mnajua cha kufanya. Sisi hatuna cha kuwaelezea. I do believe kwamba uh, tutapata matokeo kesho kama ambavyo tutapata matokeo kwenye mechi ya pili. Uh, all I'm asking from you ni kuweka Simba kwenye mioyo yenu, kuweka Tanzania kwenye mioyo yenu, na mtuwakilishe vilivyo. Tulikuwa na ugeni wa Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu uh, hapa Morocco, na amenipa salamu kwamba alitaka kuja kuwasalimia, lakini ratiba ratiba ilibana, alitaka kuja kabisa Berkane kuwasalimia na kujumuika na nyinyi kwa namna moja ama nyingine, lakini ratiba imekuwa ngumu, lakini anawasalimia sana na anawatakia kila laheri kwenye mchezo wa kesho. Kwa hivyo mambo mengi yanaendelea, naomba mzibe masikio. Jukumu lenu ni dakika tisini. Haya mengine, kuna watu wengine ambao tutakuwa tunayafanya. Nawatakia kila laheri, muwe na mchezo mwema. Na mpate ushindi, muibebe Tanzania, muibebe Simba Sports Spor Spor Club. Simba Umoja. Simba Umoja. Kila laheri brother, asanteni sana <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>